Matamshi ya jenerali mkuu wa majeshi, Charles Kahariri, akiwataka wakenya kusitisha semi za Ruto Must Go imeendelea kuibua hisia mseto kutoka baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini. Kinara wa chama cha DAP Kenya, Eugene Wamalwa amekashifu mkuu huyu wa majeshi akimtaka, kutoingiza siasa katika idara ya maafisa wa kijeshi nchini, kwani hiyo ni idara muhimu ambayo jukumu lao kuu ni kuwalinda wa Kenya.

Viongozi hao pia wamelalamikia utapeli ambao wamesema umekuwa ukiendelezwa na viongozi wa hapo awali, kiasi cha kuwa eneo la magharibi limesalia nyuma kimaendeleo bila rasilimali za kujivunia. Tumekuwa na viongozi matapeli hapa, mbele wameuza rasilimali ya Bungoma one by one. Mpaka sasa tumefika, tumebaki fukara. padipepa hii wakati walianza maneno yake ya kuuza mimi nasema kwa ya basi boss. Yaani ule utajiri nimesomea imetoka imetokaa akitaka kutatua mambo ya Bungoma aite kila mtu. Don't think utaita watu wawili ukae na machiefs ukae na elected leaders even us. Nimi kama wangamati hii Bungoma havasi. You cannot ignore me ama Aidha, eneo la Magharibi limeonyesha hisia zao kuhusu uchaguzi wa mwaka wa 2027, ambapo wamedokeza pendekezo la naibu wa rais kutoka eneo hilo. Kiti ya President, Ruto we are not negotiating with that one. Hiyo iko huko juu yeye amekalia, lakini vitu zingine hizi kuanzia kwa deputy mpaka ukija kwa minister zitakuwa vacant. Sisi hatuwezi kuwa tu tunajaza kikapo ya watu wengine. Emaculate Karimi